Kwa hivyo ni sehemu ya pili onyesho la tatu. Matukio ya onyesho hili yanafanyika nyumbani mwa Neema. Panatokea mgogoro kati ya Neema na mumewe Bunju. Mgogoro wa kwanza unasababishwa na Lemi. Bunju anashangaa kwa nini Lemi hajaamka, naye Neema anasema kwamba Lemi bado ni mdogo. Bunju anashikilia kwamba si mapema kwamba hata wao walikuwa watoto kama Lime. Anasema kwamba mtu asipoamka mapema hukosa ya mamafa. Neema anasisitiza kwamba Lime akipenguka na kuelewa zaidi ataamka mapema. Bunju anamwona Neema kama anayemdekeza Lime. Anamtaadharisha kuhusu madhara ya kumtomperebisha mapema. Swala la maendeleo ya Lemi masomoni linazua mgogoro mwingine Bunju anapoambia Neema kwamba alama za Lemi zimeimarika japo amechukua nafasi ya ishirini darasani analalamika kulingana naye la muhimu zaidi ni nafasi anayechukua darasani wala si kuimarika kwa alama Bunju anamdhalilisha mwanawe na kumwona kuwa mjinga wa kudharaulia Neema anamwelimisha mumewe kwamba nafasi anayochukua mtoto darasani pekee haipasi kuwa kigezo cha kupeto kupima ubora wa mtoto. Anamkumbusha kwamba mwana amepata tuzo mara kumara kwa mara kwa sababu ya adabu yake. Anasisitiza kwamba mtoto anajitahidi ila Mungu ndiye anayetoa na bidii pekee haitoshi. Mgogoro mwingine unazuka pale ambapo Neema anamuomba usaidizi kushughulika matibabu ya mama yake. Bunju anasema kwamba hawezi, ana majukumu mengi ya kifamilia likiwemo kulipa mkopo wa nyumba wanamoishi na karo ya Ms Mina katika shule ya bodi. Isitoshe, hata amemnunulia Neema gari jipya. Anamkumbusha Neema kwamba yeye Bunju amemwachia Neema mshahara wake aishughulikie jamaa yake anamkumbusha kwamba yeye Bunju ndiye aliyegharamia elimu ya saloni dada yake mimi hadi chuo kikuu. Amempa Neema uhuru akamwelimisha dada yake Asma. Bunju haoni kwa nini Neema bado anataka asaidie zaidi. Anahimiza mipaka ya mahusiano yao kwamba yeye ya, Bunju hawezi kuishi na wazazi na kwa Neema hakuwahi hata kuishi na wazazi wake mwenyewe. Mila na desturi haziruhusu. Neema anapinga msimamo wa mwenyewe, anasisitiza kwamba mila hizo zimepitwa na wakati mapa. wapo watu wanaoishi wanaoishi na wazazi wao hata katika nyumba ndogo pamoja na neema kufanyia mdahalo mkubwa, msimamo huu wa bunju, Bunju ameshikilia bila kuteleleka. Onyesho linapokamilika, tunamuona Bunja kuondoka na kumwacha Neema kulalamikia hadhira. Lili anaingia na kunamua kwamba mama yake anajambo, anapomuuliza mama, mama anasema kwamba ni shughuli za kazini za jana zilizokuwa nini <coughs> mm -hmm. Tathmini e, e, ya onyesho tathmini ya onyesho Onyesho hili linachunguzwa migogoro inayosababishwa na wahusika kuwa na usuli na mitazamo tofauti kuhusu maswala mbalimbali. Licha ya kwamba Bunju na Neema ni wasomi, wanatofautiana kuhusu maana ya elimu. Kwa Neema, utendaji kielimu unastahili kupimwa kwa msingi ya stadi ambazo mtu anafikia kwa mujibu wa vigezo na viwango kenezowote, wala si anavyofanya ukilinganishwa na wengine katika kumbu lake. Kwa upande mwingine, pamoja na elimu yake Vunjwa anajidhalilisha kwa kupima ubora wa mwanawe kulingana na nafasi anayochukua katika mtihani. Kinyume na Neema, Vunjwa haamini kwamba ujifunzaji wa maadili ni sehemu muhimu katika mfumo mzima wa elimu. Miktada tofauti ya makuzi pia inapalilia zaidi mgogoro kati ya Neema na Bunju haoni haja ya kuishi na, na mama mkwe kwa sababu hakuwahi kuishi na wazazi wake. Hali kadhalika ameshindwa kutoa msaada zaidi kumpa ya Neema matibabu bora, kwa kutoelewa kwamba familia ya Neema na uhitaji mkubwa kiasi kwamba mshahara wa Neema hauwezi kutosheleza mahitaji haya. Onyesho hili limeshughulikia maudhui kama vile malezi Asante, mpigieni makofi.